Na tukirudi hapa jijini Nairobi ni kwamba maafisa wa upelelezi katika kituo cha Lang'ata wanamzuilia mtu mmoja kwa uchunguzi kuhusu ni vipi msichana wa umri wa miaka 19 alifariki katika chumba cha jamaa huyo. Faith Momanyi alifariki akisherehekea ya ya siku yake kuzaliwa, na sasa polisi wanataka kubaini aliojiri kabla ya kifo chake, na kama anavyotueleza mwanahabari wetu Franklin Wala, babake msichana huyo anasema kifo chake ni pigo kubwa kwa familia. Tarehe 6 Machi mwaka 2025 ilikuwa ni siku ya kuzaliwa ya Faith Momanyi na alitarajia kusherekea kufikisha umri wa miaka 19. Lakini msichana huyo aliaga dunia katika njia tatanishi. Faith ambaye alimaliza shule ya upili mwaka jana na kupata alama ya B, aliondoka nyumbani kwao na kukutana na marafiki katika eneo moja la burudani kwenye barabara ya Langata. Baada ya kujiburudisha, wasichana waliokuwa na Faith waliondoka na kurudi makwao, ila marehemu alielekea kwa rafikie wa kiume akiandamana na msichana mmoja aliyekuwa naye wakati huo. Msichana yeah, huyo anatueleza walifika kwenye chumba cha jamaa huyo na kuendelea na sherehe, lakini usiku wa manane msichana aliondoka na kurudi kwao. Alimwacha Faith na rafikie wa kiume hapo. Venye tulifika tukaingia yeye yeah, akasema wacha mimi niingie nilale bedroom juu kesho nahitajika na, na kwenda kazi, wacha tu nilale. Tukamwambia sawa, tukamwambia acha tujipange, tutalala tukabaki sitting room na Faith. Faith akaingia akalala, tukiendelea aka akaingia akarelax kwa kiti, nikasikia sauti ya mamangu ananiita kutoka nje. Hapa mi nikatoka, venye nilitoka nikapata mamangu ndo ananiita. Asubuhi ilipofika msichana huyo alimtafuta Faith bila ya mafanikio. Mwendo wa saa 11 za jioni rafikiye huyo wa kiume aliyekuwa ameenda kazini alirejea nyumbani na kupata Faith amejifungia chumbani. Anadai jamaa huyo aliufungua mlango na kumpata Faith kitandani akiwa amefariki. Babake aliarifiwa na alipofika eneo la tukio alizirai. Wakati nilistuka wakati nilistuka nikaamuka, nikawekwa kwa gari, tukakuja mpaka hapa. Kukuja kwa hapa, ndio nikampata amewekwa hapa kwa meza, kumwangalia. Hata sikukuwa naona kitu yoyote, sikukuwa naona, naona, kama ni giza, sioni. Uchunguzi wa polisi ulianza kwa kukamatwa kwa jamaa aliyekuwa na marehemu usiku huo. Uchunguzi wa maiti ya Faith umebaini alifariki kwa kukosa hewa. kama sasa alikuwa anajiandaa, asonge mbele na na alikuwa tegemeo langu kijana ya mwenye anamfuata na yeye hapo form 4, sasa nimeng'ang'ana nae, lakini ametuacha. Sampuli kadhaa zimechukuliwa kwa uchunguzi zaidi ili kuwasaidia polisi kutegua kitendawili cha kifo chake. Faith alitarajia kujiunga na chuo kikuu mwaka huu. Familia yake inasema imekumbwa na changamoto na hivyo basi inairai idara ya upelelezi kuhakikisha haki imetendeka. Franklin Wala, Runinga ya Citizen.